Na nianze kwa kusema mgeni rasmi alinichombeza kidogo kuhusu kuhusu yanayotendeka kule Kigosi. Kwa jina naitwa Yohane Mampashi, ndiye mhifadhi mkuu wa msitu wa Kigosi ambapo kunapatikana vitaro vya uchimbaji. Mimi sitakuwa na, e, na mengi kwa sababu mmeshaanza kuchimba, yanayoendelea mengi huko mnayafahamu, lakini niseme tu, niwatoe hofu kwa wale ambao e, wamekuja usini kwetu pale mara nyingi, na leo kwenye e, kwenye hafla hii nami nimejifunza pia. Tunaendelea kujifunza kila kunapokucha, lakini niwapongeze sana AFINet kwa kweli, hawa watu wana maono ya mbali sana kwa ajili yetu sisi wachimbaji wadogo, kwa sababu wengi wanaokuja pale wanalalamika juu ya vitu kama vitatu: moja, mitaji, mitaji ya kufanyia utafiti na uchimbaji kwa ujumla; lakini mbili, hawana uhakika na kilichopo chini, amepata leseni lakini sasa kilichoko kule chini hana uhakika nacho, lakini <clears throat> eh, mwisho wanasema kwamba yale maeneo yale hana uhakika nayo walioyapata awi, lakini natozo mbalimbali kwamba ni kubwa, si ndiyo? Jamani eh, sawa. Sasa TFS kupitia ofisi ya Kigosi tuna utaratibu ufuatao, na nyiye mtakuwa mabalozi wangu huko utakapokuwa. Kwa wale wanaogopa, tusiogope tozo kuanzia leo, kwa sababu kwanza utaratibu wetu pamoja na kusimamia taratibu na sheria za kuingia hifadhini, lakini pia tunatoa ushauri wa namna ya kuenenda. Kwa mfano sisi hatutamtoza, sisi ni serikali. Nasema kwa niaba ya serikali, sio mimi binafsi. Serikali haitamtoza mtu senti yoyote kabla yeye mwenyewe hajajiridhisha kwamba pale anapoenda kuchimba pana mzigo, ana dhahabu. <laughs> Kwa maneno mengine tunashauri ufanye utafiti kwanza ndio uje kazi anza na tumesikia wenyewe AFINet wako tayari kuwasaidia kufanya utafiti kwa gharama nafuu. Na mimi nimesikia na nitaendelea kuwakumbusha, lakini pia tumejifunza na tunajua maeneo yetu, hivi viwanja pia ni karibu zote, ukubwa wake hauzidi hekta kumi si ndio? Lakini tukija usini, tunakushauri kwa sababu gharama zetu ziko kama maeneo matatu. Gharama za serikali ziko kama maeneo matatu. Kwanza, kuna zile gharama za kulipa compensation, ku fidia ya miti ambayo inawezekana ukaiharibu wakati unaendelea na zoezi la kuchimba, sindiwe? Sasa tuna kwenye eneo hilo tunakushauri kwamba kufanya utafiti wa eneo ambalo unataka kuchimba halafu ulipie hapo tu ambapo umeona kuna mzigo, kwa sababu hekta kumi ni kubwa. Na tathmini ya miti tunayofanya ni ruga tu ya ya kisayansi, lakini kimsingi ni kuhesabu miti. Tunahesabu ile miti na kuipima, baadaye tunatafuta ujazo wa kila mti kulingana na taratibu na sheria, halafu unalipia sasa. Unaweza ukaona mtu aliyefanya utafiti wa eneo zima la hekta kumi na aliyefanya eneo dogo la hekta moja. Mwenye hekta kumi atalipa zaidi, si ndio? Sasa hauna sababu ya yeah, kufanya utafiti wa eneo la hekta kumi wakati mwamba umejitenga pale pembeni wenye dhahabu kwa tunakushauri, fanya utafiti kwanza, tambua eneo ambalo lina mwamba, alafu tuletee jira nukta, au kodi ya kale kasehemu hapo tu ndipo utakapoenda kufanya utafiti Amen, na ndipo utakapolipia. Kwingine tuache, tuhifadhi sisi, ndio tunawahifadhi. baada ya hapo, baada ya hapo sasa, bado tumekushafanyia tathmini, tunakuita, tunakaa mezani. Maana tunaona hili wa gharama ile iliyotokana na utafiti wetu tathmini yetu, labda ni milioni kumi, mfano sawa. So, baada ya hapo kuna tozo nyingine inaitwa investment cost wale wale, na tunashukuru sana watu wa wa, wa nani, kasi ngoni ileo vizuri, watawauliza hawa. Tumefanya nao kazi sana na wanajua, na wengine wengi wapo, wanajua. Baada hapo kuna kuna milioni sita ambayo unatakiwa ulipie, lakini ile milioni sita ni kwa hekta. Angalia gharama hizi zina bezi kwa eneo, yaani utazilipa kulingana na eneo. Kwa hiyo tunarudi pale pale, eneo liloanza nalo ndio malipo yataendelea. Kwa hivyo kama ulianza na hekta tatu ina maana ile milioni sita utazidisha mara mara tatu kwa sababu ni milioni sita kwa hekta. Lakini hiyo unalipa mara moja tu, lakini kuna laki nane ambayo tunasema tuna ni eh, forest management, mambo ya utunzaji wa misitu ifidia hiyo ni. Lakini kitu kizuri sasa baadaye nakushauri kama huwezi utalipa yote kwa pamoja, unatuandikia barua wewe mwenyewe, unaiandikia serikali unasema kwamba kwa gharama hii, labda milioni ishirini, mimi nitalipa kwa awamu tatu. Unajipangia, si ndio? Awamu ya kwanza mtanipatia control namba labda ya milioni tano, awamu ya pili na tatu na nne utatamka mpaka ile hela ikwishe. Jamani, kuna ugumu hapo? Kwa hiyo tusipende sana kusikiliza maneno ya mitaani. Fika ofisini upate elimu, tuelimishane, tusaidiane, ili mwisho wa siku uweze kufaidika na kunufaika na uchimbaji wako wa madini, kwa sababu huku mitaani tunadanganyana na kwamba gharama ni kubwa sana, serikali imeweka gharama kubwa sana. No, kitu gani nachokipata bila kugharamia? We sema, ni nini? labda ni hewa tu ya Mwenyezi Mungu, lakini the rest tunalipia. Sasa ile ni biashara kama biashara zingine. Serikali imewekeza, serikali imetunza miti muda mrefu eh? Sasa ile miti tunaenda kuiharibu, lakini pia ukishalipia ile miti tuna kuruhusu. kuna kitu kinaitwa um, Matimba eh. Tunajua <tutu> hey, matimba ile miti ambayo tunahitaji kwa ajili ya kuimarisha yale mashimo yetu. Baadhi ya miti yupo kwenye eneo la kwako uliolipia, utaikata kwa ajili ya kuimarisha yale mashimo yako.